Ilikwenda mbele kama kuna kitu kibaya duniani ni kumnyima binadamu huru tunamwambia rais Magufuli usivunje katiba usijenge uhasama na wananchi wako mwenyewe fanya kazi yako ruhusu vyama vya siasa navyo vifanye kazi yake ukifanya mema. litokee na sisi, kama viongozi wa vyama tulifanya kampeni ya uchaguzi elfu mbili na kumi na tano. Tunawashukuru watu wa Hai, mlitupa kura za kutosha za mgombea urais, mlinipa nafasi kaka tena, na mlitupa madiwani watu warudi wawashukuru waliowapa kura. Serikali na na chama chake hawataki. Tulimwambia Mheshimiwa Magufuli, wako watu karibu milioni sita walipigia kura CHADEMA, hawa wanahitaji kupewa shukrani. Nasema amna, mimi ndio rais nitazungumza mimi. Ebo Kone baba, vipi Mbabu. Na Watanzania tunaogopa hofu. Awamu ya nne ya utawala tulikuwa na utamaduni wa kurusha vipindi vya bunge live, kwa sababu ninyi wananchi mnatutuma bungeni tukazungumze mambo yenu, maisha yenu. Rais hataki Mzee. Kama unajiamini wacha bunge lirushwe live. Yani kule bungeni tunathibitiwa hata kiandika hotuba ya kambi ya upinzani lazima kwanza iende ofisini kwa spika ikapitiwa na watu wa usalama, wakati baadhi ya maneno makali makali, alafu nakuambia kasome kilichobakia. Woga, hofu. Tunawaambia watawala, hofu ya nini? Sio tamaduni wa Tanzania. Na unapokataa vipindi vya bunge visirushwe live, hawataki kuona makombora dhidi ya serikali. Ya kirusha live, wanataka wasikike wao tu. Bunge la ninyi, ndio mnatuma wabunge wa wenu wakawawakilishe, lakini mnanyimwa haki ya kuwasikiliza wabunge wenu. Mambo ya ajabu kabisa duniani. Wazungu wanasema the guilty are afraid, yani watu wenye dhambi wanawoga. Hawa wanawakataa watu wasizungumze, pengine wanawoga. Woga wa nini? Inchi yetu sote